Pige vurugu kule tia gas nini, watu wakimbie kama ile ya jana. Kulikuwa haja gani kupiga tia gas in Narok jana on a scheduled campaign rally? Polisi wanakuja wanatumiwa kutupa tia gas na kuharibu na hata kuleta hali ya kutatanisha, na wananchi kuhofia usalama wao. Polisi, jukumu lenu wakati kama huu ni kuhakikisha usalama wa wananchi kwamba mwananchi atatoka kwake nyumbani akisha malizana na hizi makios hizi kioski hizi zinaletwa unga usiku nini, yote hiyo aende kwa utaratibu, aende apige kura yake. Lakini tukiona mnapita mnatupa matiagas kwa eneo ambalo candidate ni mashuhuri, tutajua hiyo ni jama eh, kuleta hali ya wasiwazi ndio wananchi aswake na mama wasitoke kupiga kura. Nataka kuwahimiza kina mama na kila mpiga kura katika magarini, msiogope, msiuziwe, msijaribu kununua uoga wa serikali ya Ruto.